Karibuni kwenye chaneli yetu. Kwa leo tutaangazia uwekezaji wa kuangalia gawio au tunaita dividend investing. Content yetu ita contain uh, dividend investing for income, yani uwekezaji kwa ajili ya gawio. Uwekezaji wa gawio kwa ajili ya kipato. Tutaangalia tarehe muhimu na maana yake kutokana na uwekezaji. Tutaangalia vigezo au criteria tunazozitumia weza kufuatilia kwamba uwekezaji wetu unakuwa unaendana na misingi ya kidini, lakini pia tutaangalia concept ya purification au cleansing kwa wale ambao wanafuata misingi ya kidini, especially dini ya Kiislamu. Tukianza na dividend investing for income, kwa uwekezaji katika gawio kwa ajili ya kipato. Kwa kuna vigezo ambavyo tunakuwa tunaviangalia kabla tujaanza kuwekeza kwenye kampuni husika kutokana na laba inatoa gawio fulani. Cha kwanza tunaangalia hiki payout ratio. Payout ratio ni kipimo ambacho kinaonyesha mapato ambayo kampuni huwa inarudisha kwa wawekezaji kama gawio. Kwamba unakuta mapato mazima, labda tuweke katika asilimia, wanarudisha asilimia labda 75 ya mapato yao kwa ajili ya kuweza ku wapa wawekezaji kama shukrani au asante, lakini wakiwekeza asilimia sabini na tano asilimia ishirini na tano ya mapato yanayobaki huwa wanarudisha kuinvesti kwenye nini? Kwenye biashara zao. Kwa hiyo ukiona kampuni kwamba inatoa gawio hizi namba uwagazinakuani tunasema ni subjective, kwamba inaweza ikawa ni mtu na mtu kwa yeye anavyoona, lakini binafsi napenda kuona namba ambayo ni gawio la chini ya 75% ya mapato, kwamba at least kuna kaposhe labda 25% au zaidi inarudishwa kuwekezwa kwenye kampuni kwa ajili ya kuleta faida zaidi au kuleta magawio zaidi. Kwa hiyo hii generally inakuwa considered kwamba ni health na sustainable, kwa sababu ikitokea kampuni inatoa hela yote au inatoa ziada ya ile inayopata kuna uwezekano mkubwa kwamba kwa namna moja au nyingine, kwa siku za mbeleni wakakata hilo gawio. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kampuni ikiwa ina uwezo kutoa portion au sehemu ya faida, manake inafanya kampuni iwe na afya nzuri, kwa sababu na uwezo wa kuiwekeza kwenye kampuni yenyewe kwa hiyo hii tunaita sometimes kwamba wana uwezo wa kuretain uh, enough profit kwa ajili ya kureinvest kwenye biashara, kwamba kile kiasi kinachobaki baada ya kutoa 75 kuwapa watu au chini ya hiyo, maana kuna hela inayobaki ambayo ya biashara inakuwa ina, inaongezewa mtaji kwa ajili ya kuendelea kukua. Lakini kitu kingine tunachokiangalia kinaitwa dividend yield. Hiki dividend yield ni tunasema ni annual dividend per share inayokuwa inagawanywa kwa bei ya hisa kwa hiyo kiasi cha hisa kwa mwaka unagawanya kwa kwa kwa hisa yenyewe bei yake ya hisa kwa wakati huo. Kwa hiyo maanake nini? Maanake ikitokea kiasi cha gawio kinachotolewa kwa mainvestor ni kikubwa, waka kinakuwa kinavutia very attractive, lakini kinakuwa ni hatarishi. Kwa sababu gani? ikitokea kwamba mapato ni makubwa mapato ni makubwa, yani kwamba kiasi cha gawio kinachopewa kwa watu ni kikubwa, waga kinakuwa ni red flag, red flag kwa maana ya kwamba huenda bei ya hisa inashuka, au pia inaweza ikaashiria kwamba siku za mbeleni inaweza ikapelekea dividend kukatwa, kwamba hilo gawio linaweza lisiendelee kuwepo. Kwa hiyo ikitokea unatafuta kampuni ambayo inatoa dividend yield at least 5% au chini ya hapo inakuwa most sustainable, lakini inategemea kati ya sekta na sekta. Kwa mfano, unainvesti kwenye masekta ya mabenki, inabidi uangalie benki zote averagely wanatoa kiasi gani kama gawio, ambako hii itakuwa inatofautiana na labda na mabenki au uh, sekta kwa mfano ya nini, sekta labda ya watu wa uzalishaji kama vile simenti labda. Kwa hiyo tukiangalia katika soko letu la Tanzania, sekta za mabenki, mfano ukiangalia Mkombozi, ukiangalia si benki kama CRDB, DCB na NMB wanatakiwa uone kwamba kuna uhusiano fulani au karibiano fulani hivi, ili kupe wewe wastani kwamba katika mabenki wanawekeza au wanatoa faida kiasi fulani. Hivyo hivyo, ukirudi kwenye sehemu za uwekezaji kwa, kwa uzalishaji kwa mfano, kiwanda cha cement kama TCCL, wale wanajiita siku hizi nadhani ni Simba kama sio Tanga Cement walinunuliwa. Lakini pia ukiangalia kampuni kwa mfano, TPCC ile Tanzania Portland Cement Company, uangalie gawio katika industry husika. Kwa ukiona gawio kwamba inatokea kwamba kuna kampuni inatoa zaidi kuliko average industry wenzake wanavyotoa mwanzo, kwa uwe makini sana, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa baadaye wakakata dividend. Lakini pia tunaangalia dividend growth rate, uh, dividend growth rate growth ratedividend unataka kuona kampuni kwamba ina consistently inakuwa inaongeza nini inaongeza gawio kwamba kama mwaka huu walitoa gawio labda, uh, shilingi kumi na tisa, unategemea kwamba mwezi mwakani mwaka wana uwezo wakapandisha kwa kiasi fulani au kwa namna moja au nyingine, kwamba at least tunakiita inflation. Inflation ni mfumuko wa bei kwamba pesa iliyokuwa na uwezo wa kufanya kitu fulani au kununua kitu fulani kwa miaka iliyopita inakuwa haina nguvu ile ile ya kununua. Ndio maana kuna usemi usemao kwamba unatafuta 10,000 kama laki lakini unaitumia kama buku. Kwa hiyo unatafuta kampuni ambayo itakupa au inaweza kawa inaongeza gawio, kwa at least kwamba ukuaji wake upo wa asilimia tatu au zaidi kwa sababu hii inaensure kwamba unakuwa una uwezo wa kumaintain ile purchasing power ambayo inaweza ika nini, ika offset nini, ika offset inflation kwamba ikawa katika standard nzuri. Kwa sababu utaki kuinvest lako kwenye kampuni ambayo inakupa uh, ukuaji wa gawio katika hali ambayo unakuwa unapoteza thamani yako, au unapoteza thamani ya pesa yako. Kuna kwa hakuna maana, bora kuiweka pesa yako kwenye, kwenye saving account tu ikae ipate 0.01% kitu ambacho inakuwa ni yale yale. Kwa hiyo kitu kingine tunaangalia ni dividend history. Uh, dividend history history tunamaanisha kumbukumbu ya gawio kwamba kuna kampuni ambazo ziko very reliable wala haziwi interrupted kutokana na matukio labda uh, ya, ya kiuchumi au ya kisiasa au nasema matukio ya kijamii kama vile uh, mambo ya korona. Kwa hiyo hizi kampuni ni kuna kitu tunaita dividend aristocrats. Dividend aristocrats ni kampuni ambazo zina uwezo au zimeweza kutoa gawio kwa muda wa miaka ishirini na tano mfululizo, lakini pia kuna dividend, dividend kings, kampuni ambazo zimeweza kutoa gawio kwa muda wa miaka hamsini mfululizo mfululizo bila ku kuwa interrupted despite kwamba uh, kuna kipindi kulikuwa kuna korona, kwamba labda uzalishaji uliendelea kuwa vile vile, lakini matumizi au kupata uh, wale consumers walikuwa wachache. Hao uh, waliweza kuendelea ku maintain kutoa gawio. Mfano wa dividend kings, kampuni ambazo zimeweza kutoa gawio miaka nenda rudi, mfano mzuri ni Coca-Cola kwa wenzetu wa ugaibuni lakini pia kuna kitu tunakita date and meaning in regard to dividend investing. Unataka kuwekeza lakini kuna kitu kinakuchanganya kwamba hujui, je ni nikinunua siku fulani nitapata gawio, au nikifanya nikinunua lini nitapata gawio au sitakuwa eligible kupata gawio? Kwa hiyo uh, ondoa shaka, kuna kitu tunakita declaration date au announcement date. Hii ni siku ambayo kampuni uh, ambako board of directors wanakuwa wana officially wana announce kwamba uh, sasa hivi tutakuwa tunatoa gawio kwa au ku announce kwamba kutokana na faida zetu au mapato yetu ya sasa hivi tunaona tukitoa kiasi fulani cha hela kama uh, gawio kwa, kwa uwekezaji wetu basi uh, hakutakuwa na changamoto yoyote, kwamba katika yale mapato yetu na sisi kuweza kubaki na senti kwa ajili ya kuweza nini, kuendesha kampuni yetu hiyo kwa... Kwa wakishatangaza huwaga wanatoa kabisa kwamba wanatoa taarifa au wanakuwa wanaelezea vitu muhimu ambavyo inakuwa ni kama nini, record date na payment date, kwamba watasema kwamba lini tutakuwa tayari tumefunga vitabu vyetu baada ya kulistisha wale watu wenye vigezo vya kupewa gawio, lakini pia siku gani yafaa kwamba tuweze kutoa hilo gawio, kila mtu aweze kulipata kwenye akaunti yake au kwenye kwenye naniliu, kwenye platform husika ambayo inakuwa na distribute. Kwa hiyo pia kitu kingine tunaita ex-dividend date. Ex-dividend date, sasa hii ndio siku ambayo ni muhimu sana kwa wawekezaji, kwa sababu hii ni siku ambayo kampuni husika inaanza kutrade bila kuwa na ile, na ile uh, thamani yake ya gawio, kwamba ikitokea mtu amenunua amenunua hisa siku moja kabla. Kwa wenzetu wa soko la nje, ukinunua ndani ya siku hii kabla haijaisha unakuwa eligible kuweza kupata gawio, lakini mara baada ya siku hii ni kwamba ni huwezi kuwa eligible kupata gawio kwa sababu ex dividend date labda ni leo tarehe 14 mwezi wa kwanza 2025, uka, ikatokea hukununua siku ya leo mpaka ikaisha, ukanunua siku ya kesho ya tarehe 15, maana yake utakuwa hauko eligible kuweza kunini, kuweza kupata gawio husika. Kwa hiyo ili kupokea ili gawio mtu anatakiwa anunue. Sasa hii inategemea, maana yake inakuwa ni subjective. Kuna baadhi ya masoko ya hisa au baadhi ya makampuni wanasema wanataka ununue kabla ya hii siku husika, lakini kuna wengine wanakuambia unaweza kununua ndani ya siku husika, ila siku hiyo isipite. Kwa kuna kwa kama kuna mkanganyiko kwa unaweza ukafuatilia au ukaangalia ah, kipi kinakufanya wewe uwe eligible na kipi kinakufanya usiwe eligible, kwa mtazamo mm, huu wa ex dividend date, lakini kwa pande wangu naonaganishawkupata na gawio kutokana na nini? Kutokana na kununua uh, hisa husika ndani ya siku husika ya ex -dividend date kabla haijaisha, lakini pia kuna kitu date date au date of records, kwamba date of record ni kwamba ni ile siku ambako kampuni sasa inatumia kuweza official list ya wale shareholders wanaostahili kupewa gawio hiyo. Hii ni siku ambayo kampuni wanakuwa wanarekodi majina wanakuwa register au sp au shareholders specifically kwa ajili ya kuweza kupewa ilo gawio lao, baada ya kununua uh, siku kabla au siku yenyewe ya ex-dividend date. Lakini ukiachana na hivyo, tuna kitu tunakiita payment date. Sasa hii ndio siku tunaosema ndo ile ya, ya, ya Kaisari apewe Kaisari. Kwa hiyo siku hii ndio unakuta watu wanalipwa sasa pesa zao. Kwa mfano ukiingia kwenye platforms ambazo ni kidogo zimeendelea kama Trading 212, ukienda kwa mfano kwenye eToro ukienda kwenye Interactive Brokers, unakuta kwamba dividend huwa inaapia kwenye nini, kwenye, kwenye application au kwenye website husika, ambayo inakuwa wewe unaweza kuiaccess kuona hisa zako. Kuna sehemu pale unaona kiasi chako cha nini cha gawio ulichopata kutokana na kampuni au na kampuni husika na idadi ya hisa unazomiliki. Kwa hiyo hii hapa maana yake pesa huwa ina, inaonekana ina kwenye platform zingine lakini kwa bado platform yetu ya DSC, inaona inalegalega ina, ina, ina wanajaribu huenda wakakiweka kitu kama hiki, japo kinachoonekana sasa hivi ni kwamba ikitokea kama haujalipwa gawio lako la nyuma, basi huwa wanaonyesha namna moja au nyingine kwamba unaweza ku claim gawio lako ambalo haukulichukua. Kwa hiyo kwa wenzetu pia wana kitu wanakiita, unaweza kufanya dividend reinvesting plan, reinvestment plan ambapo tunaita nini, tunaita drip kwamba gawio likitokea kwenye dashboard wewe unaweza ukaenda uka set automatically kwamba lile gawio liwe reinvested kununua hisa nyingine zaidi au hisa zile ambazo ulikuwa unazimiliki zilizoleta gawio. Kwa hiyo kwa minimum wenzetu kwenye platform zao ukiwa, ikitokea kwa mfano platform yako, platform yao ina, umepata gawio linalokuwa na dola moja au zaidi kuanzia dola moja, basi inaweza kuwa reinvested na kununua hisa zaidi ya zile ulizokuwa unazimiliki. Kwa hiyo kuna criteria pia za kuweza kuadhea au kuweza kuzisimamia ili kuweza kufollow kwamba sharia compliant uh, companies ili kuinvest in kwa Waislamu wa au kwa wa imani wa, wa ya Kiislamu ya kidini inaamini kwamba kuna baadhi ya vitu hutakiwi kuinvest in au hutakiwi kuweka uh, pesa zako, kwa sababu inakuwa considered ni haramu kutokana na mambo ya kiimani ambayo tuwezi kuingia kwa ndani zaidi, lakini katika namna moja au nyingine kutokana na kitu na kitu chokiita, uh, Islamic finance imeweza kuleta principles ambazo zina uwezo wa kuwasaidia watu kutokana na imani zao kuweza kunini, kuweza kuwekeza pasi na kuweza kuaribu au kuweza kuingilia imani zao, ambazo tunaziita uh, Islamic laws au sheria. Kwa hiyo hii process ina involve vitu viwili either cha kwanza inafanya screening kwa kuangalia nature ya company business. Tunakuwa kwa tunaongelea business model, kwamba unapowekeza unataka ujue kwamba, je, nawekeza kwenye kampuni ambayo inaendana na misingi ya kidini? Mfano, hairuhusiwi au si sawa kuwekeza kwenye kampuni ya, ya kilevi uh, kampuni inayojihusisha no na mambo ya nini, mambo ya naniliu mbuzi Katoliki au tunasema nguruwe lakini pia kuna katika kampuni zinazohusika na mambo ya kufanya gambling, kampuni za sigara na kampuni za kubeti. Lakini pia kuna nyingine zaidi, kwa mfano kampuni zinazohusika na mambo ya silaha na mambo ya, ya ulinzi na usalama, kwa namna moja au nyingine pia haziruhusiwi, bila kusahau kwamba kuna vitu ambavyo haviruhusiwi pia ni conventional financial services, mfano mabenki. Kwa sababu mabenki, sehemu kubwa ya product zao au sehemu kubwa ya faida zao ni kupitia nini? Ni kupitia uh, kuuza uh, product zao kama vile mikopo, ambako wao wanakuwa wanapata faida kupitia nini? Kupitia uh, tunasema riba kwa hairuhusiwi. Kwa hiyo kwa vigezo hivi au vitu kama hivi, maana yake ikitokea kama kampuni inayowekeza ina vitu kama hivi, hutaki kuwekeza. Kwa mfano, unataka kuwekeza kwenye kampuni labda ya Netflix. Netflix tunasema ni kwamba inafanya production ya movies au entertainment, kwa namna moja au nyingine, lakini kuna baadhi ya maudhui au baadhi ya movie ambazo zinakuwa zina adult contents kwamba zinakuwa zina zile x-rated na ni issues. Kwa hiyo hairuhusiwi kuinvest kwa kama hairuhusiwi kuinvest manake, business model yake ni kwamba ni entertainment lakini je, inavyoonyesha, maudhui yake je, yanaendana na misingi ya kidini? Kwa kama haendani na misingi ya kidini manake, hiyo ni nature of a company's business kwa manake hutakiwi kuinvest. Kwa hii inakusaidia wewe kuweza kujua kwamba sijaingia katika nini, sijaingia katika uh, vitu ambavyo haviruhusiwi kimisingi ya kidini au kiimani, ambavyo hatuwezi kuviingilia in deep, kwa sababu vishakuwa viliwekwa katika misingi ya kidini na vitabu vimeshushwa kuelezea kwamba hivi vitu viruhusiwi kwa watu waweze kuanza kukaza kichwa lakini kitu kingine tunachokiangalia ni nini? Ni financial health, kwamba kwenye misingi ya kidini au kwenye misingi ya namna moja au kingine, hata sisi binafsi tuna, tunawekeza kabla hata ku, ya kufuatilia kwamba ni misingi ya kidini, kuna kitu, tunakiita debt to asset ratio kwamba hutaki kuwekeza kwenye, kwenye kampuni ambayo ina deni kubwa kuliko asset zake. Kwa hiyo ikitokea kwamba debt to asset ratio inakupa asilimia ngapi? thelathini na tatu asilimia au 0.33, uh, 0.33 in terms of decimal, maana maanake ni kampuni inakuwa ina kigezo ambacho kinakuwa kinastahiki kwamba hivi ndio vigezo vilivyowekwa na nini na watu wa Islamic, uh, fi, Islamic finance. Lakini pia hutaki kuwekeza kwenye kampuni ambako wanakuwa wana cash and interest bearing securities to total asset inakuwa ni kubwa, kwamba wana vitu ambavyo, au wana ile mikopo au wanamiliki, wana uh, pesa ambazo zina riba kubwa au zina riba kwa namna moja au nyingine in comparison to total asset, pia nayo ni asilimia 33 au 0.33 kwa sababu inakuwa imekinzana na uhalisia wa misingi iliyowekwa ya kidini katika Uislamu. Lakini pia ukija, kuna concept ya purification or cleansing. Kwa mfano, umewekeza kwenye kampuni labda ya shirika la ndege, lakini ndani ya shirika la ndege wanauaga, wanaserve alcohol kwa wale wanaohitaji. Kwa hiyo ikitokea wana serve alcohol alafu ile kiasi cha pombe labda kinachouzwa kwenye shirika la ndege, japo business plan nzima ya shirika la ndege ni kusafirisha watu, lakini unakuta kiasi kinachowekezwa kwenye au kia mapato yanayopatikana kutokana na kwe, uwekezaji katika pombe unakuta ni mkubwa. Kwa kama ni mkubwa unaozidi asilimia tano maanake unatakiwa sasa, wewe kama Mwislamu au kama uko katika misingi ya imani ya kidini ya Kiislamu unatakiwa ufanye nini? Ufanye purification, unasema utakase. Unatakasa kwa namna gani? Ni unatakiwa kwamba ukalculate your portion ya mapato, either in terms of gawio dividend, au in terms of capital gain ambayo inakuwa na correspond na hiyo kampuni katika, katika, katika namna ya kutoa kipato kisichokuwa halali, yani mapato pombe asiokuwa halali, lakini business idea nzima ni kusafirisha watu. Unatakiwa ufanyeje? Unatakiwa udonate hiyo amount kwenye nini? Kwenye sadaka, kwamba kwa kuwasaidia wale watu ambao siojiweza kwa, kwa namna moja au nyingine, ili wewe uwe salama. Unachotakiwa kufanya au lengo kubwa la kufanya purification, ni kuensure kwamba huyu investor yeye kama yeye hanufaiki na iki kipato ambacho sio halali, ili kwa sababu kimekuwa considered kwamba ki, in terms of kidini ni, ni haramu au tunasema impure kwa Baada ya kusema hayo, asanteni kwa kutazama video. Ningependa kuomba msubscribe, ku like na ku comment. Kama una swali, una chochote ambacho hujakielewa au ungependa ya kwamba one on one tupeane uh, ujuzi au elimu ya namna moja au nyingine, basi unaweza kuni, kukon, kuni contact kupitia comments, basi nitakurudia kwa namna moja au nyingine. Lakini pia hii uh, ni kwa lengo la elimu tu, wala sio financial advice. Asanteni na mwe na siku njema. Karibuni tena siku nyingine.